Naitwa Profesa Bruno Sunguya, ni naibu makamu mkuu wa chuo ninayeshughulikia tafiti uh, na ushauri wa kitaalamu sasa uh, katika kongamano letu la kumi na tatu ambalo tunafanya kila mwaka uh, kwa mwaka huu tuna jumla ya mawasilisho au uh, presentations jumla uh, ya mia mbili ambazo zitawasilishwa katika hizi siku mbili na zinatoka kutoka kwa watafiti wa ndani lakini vile vile kuna uh, mawasilisho kutoka nje ya nchi uh, Marekani, uh, Norway pamoja na Kenya na nchi ambazo zimetuzunguka na mawasilisho haya yatafanyika kwa njia ya ana kwa ana au kwa njia ya presentations ambazo ziko kama posters. Uh, yamejikita katika vipengele nane. Uh, kutokana na uzito na umuhimu wa changamoto za afya tulizonazo. Uh, eneo la kwanza ambalo ni kwa ukubwa ni eneo la magonjwa yasiyoambukiza ambalo limeonekana linaongezeka, lina kwa hiyo nchini, kuna tafiti mbalimbali mbali zimefanyika ambazo zitakuwa presented, kwa hiyo tunawakaribisha pia waandishi wa habari na vyombo vya habari muweze kuzifuatilia hizo presentation. Eneo la pili ni uh, la eneo, eneo la afya ya mama na mtoto uh, pamoja na wale watoto wachanga uh, eneo la ubunifu Uh, bunifu mbalimbali ambazo zimetokana na, uh, zimetokana na tafiti lakini ambazo lengo lake ni kuhakikisha kwamba Uh, basi tunawafikia wananchi uh, kwa afua mbalimbali mbali za afya kwa ajili ya kujilinda, kwa ajili ya matibabu, lakini vilevile kwa ajili ya kuboresha maisha. Eneo jingine ambalo ni la muhimu ambalo tumekuwa tukilifanya mara kwa mara na mwaka mwaka huu kwa njia ya kipekee ni eneo la magonjwa yanayoambukiza, kwa mfano uh, uh, ukimwi uh, malaria, tuberculosis Uh, magonjwa ya watoto ya maambukizo mbalimbali na vitu kama hivyo. Pia tuna, uh, tuna theme ambayo ni eneo jingine kubwa la mifumo ya afya ambalo pia litawasilishwa kwa ukubwa wake. Kuna mawasilisho mbalimbali mbali ya masuala ya lishe ambayo pia tungependa, uh, wananchi waweze kufikiwa kupitia afua mbalimbali na changamoto ambazo zinatokea kutokana na, na, na, na changamoto za lishe. Lakini kwa ukubwa uh, niwashukuru sana na niwakaribisha sasa katika kufuatilia kile ambacho kinajadiliwa na watafiti kwa ajili sasa ya kuweza kufikisha uh, uh, tafiti hizi pamoja na uh, majawabu yake uh, kwa wananchi. Asanteni sana.